Hii ni Fuse Ndinga Isoteki DJ Smart 255 hapa hapa S and S, nikiwa Johannesburg South Africa, Sandton. Sasa katika hotel niliyofikia nimekutana kuna EV charging station ambayo unakuja unatap kwa kadi yako unachaji gari yako, na nimekutana na magari mengi ya EV, yani magari ya umeme. Kachaja kake ni kadogo, kama unavyoona very simple, ambayo nadhani hata mtu unaweza kainstall nyumbani. Oh, kukawa kuna charging station. Unadhani itachukua muda gani kwa bongo kuanza kuziona hizi? Nini maoni yako? Tukutane kwenye comment section. Hii ni Fuse Ndinga, DJ Sma, all the way kutokea South Africa, Johannesburg.